Uwasilishaji wa mpango wa bajeti wa matengenezo ya barabara kwa mwaka wa fedha 2025/2026 kwa baraza la madiwani katika halmashauri ya mji wa Bunda. TARURA tuna vyanzo vikuu vinne vya fedha kwa ajili ya miradi. Tuna fedha kutoka mfuko wa barabara, maana ya road fund, bajeti yake ni milioni 590. Tuna miradi ya maendeleo inayotokana na tozo za mafuta kwa maana ya diesel na petrol tuna shilingi bilioni 1, na tuna miradi ya maendeleo ya jimbo ambayo ni milioni mia tano. Jumla ya hivi vyanzo vya uhakika tuna bilioni 2.09, lakini kwenye bajeti hii tumependekeza kuwa na miradi ya maendeleo kwa maana ya development projects ambayo inagharimu jumla ya shilingi bilioni 2.24. Mheshimiwa Mwenyekiti, e, kazi zinazotarajiwa kufanyika kwenye mwaka wa fedha 2025/2026 tunatarajia kufanya matengenezo ya kawaida kwa maana ya kuchonga barabara au lugha nyingine anasema kulima kilometa mia moja na sita pointi saba tisa tano pia tunatarajia tuna kuweka changarawe barabara zenye urefu wa jumla ya kilomita 24.996. Tunatarajia kujenga makaravati 42. Tunatarajia kujenga mitaro, mijia, mitaro ya kutolea maji kwenye barabara jumla ya mita 6665. Pia tunatarajia kusafisha mitaro maeneo ya mjini kwenye mitaro hiyo iliyojengewa. Pia tutajenga vivuko <coughs> uenda kwa miguu kumi. Pia tutaweka taa za barabarani katika maeneo ya pembezoni mwa mji wa Bunda, yale maeneo yenye ya centers kwa ajili ya ku ya kuboresha maeneo ya kufanyia biashara. Tutaweka taa jumla 42, na pia tutajenga kingo za daraja hasahasa hii barabara ya kutoka eh, jin kuja kwenye ofisi za halmashauri. Mheshimiwa Kiti, wakati nafuatilia mjadala huu nimegundua kulikuwa na ushirikishwaji wakati wa, niombe sana ushirikishaji huo uendelee. Haya mambo akitaka yaende vizuri, shirikisha watu na meneja. Nimefuatilia naona ulianza kushirikisha, sasa usiishie usi katikati, endelea sana kushirikisha watu ndio waseme kipaumbele chao ni kitu gani. Of course yako mambo mengine ya kitaalamu ambayo wewe unaweza ukayaona waka, waka na wakati mwingine pengine ziko barabara ambazo zina umuhimu wa kiwilaya na kimkoa na kitu kama hivyo, lakini ni vizuri tutawasikiliza waheshimiwa madiwani kama wawakilishi watokwa watu, watu kwenye kutoa vipaumbele. Kwa hiyo naomba ushirikishaji ambao niona upo basi uendelee. Naomba niwahakikishie madiwani Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba miradi mbalimbali kwenye sekta za elimu, afya, barabara inatekelezwa na kwa eneo hili la barabara. Naomba niwahakishieni kwamba miradi yote iliyopangwa fedha yake italetwa na mimi naomba eh, nimwambie tu hapa meneja wa TARURA eh, tuendelee kuwasiliana ili tushirikiana serikali kuu waheshimiwa madiwani, waheshimiwa mbunge, tuweze kusukuma ili fedha hizo ziweze kufanyaje, ziweze kuletwa.